Mheshimiwa Spika, moja ya eneo ilijitokeza hapa ni tafsiri ya ukuaji wa uchumi. Baadhi ya wananchi na wachambuzi wamehoji maelezo yetu kuhusu afya ya uchumi wetu, hususan pale tuliposema kwamba uchumi wetu umeendelea kuwa himilivu katikati kati ya mdororo wa uchumi wa dunia. Mheshimiwa Spika, duniani kote afya ya uchumi jumla hupimwa kwa mambo makubwa mawili kwanza tunaangalia ukuaji wa pato la Taifa na pili, tunaangalia mfumuko wa bei. Hakuna nchi yoyote, hakuna mwanachumi yoyote atakayezungumzia uchumi bila kutaja hivi vigezo viwili. Kwa hivyo eh, tukishakuwa na hivi vitu viwili ndio tunaangalia sasa ni kwa namna gani ukuaji huu unaenda kutafsirika katika maisha ya watu. Tuangalie maisha, maendeleo ya watu, afya, elimu na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo tunayazungumza hapo, tunatumia vigezo ambavyo vinatumika duniani kote na tunajilinganisha nacho. Sasa kwa mfano na unapozungumzia maendeleo ya ukuaji wa uchumi, huangalii tu mara moja, unaangalia trend, mwenendo ukoje. Ndio maana ukisoma kitabu chetu cha mpango kinazungumzia mwenendo wa hali ya uchumi, unalinganisha mwaka uliopita na leo, na unatumia kigezo hicho kuweza kuproject tunapoenda. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano mwenendo wa uchumi duniani wastani wa ukuaji wa uchumi wa dunia mwaka 2020 ulikuwa hasi negative mbili nukta saba, elfu mbili na ishirini na moja sita nukta sita, elfu mbili na ishirini na mbili tatu nukta sita, elfu mbili na ishirini na tatu tatu nukta tano, elfu mbili na ishirini na nne tatu nukta tatu, na unatarajia mwaka kesho ushuke iwe tatu nukta moja. Kwa hiyo utaona uchumi wastani wa uchumi wa dunia unavyoyumba, utapanda hapa utashuka hapa. Nchi zilizoendelea kubwa hizo ambazo tunazifahamu, mwaka 2020 ilikuwa hasi 4, 2021, 6, 2022, 2.9, 2023, 1.7, 2024, 1.8. Nchi zinazoibukia nazoendelea emerging countries, hizi kubwa ambazo zinakuja kama China na zingine

ishirini na tatu sita nukta moja ishirini na nne ishirini na nne tano nukta tatu Tazama kwetu sasa nchi za SADC, nchi za kusini mwa Afrika ambamo sisi tumo, wastani mwaka elfu mbili na ishirini has nne nukta tano elfu mbili ishirini na moja tano nukta tatu elfu mbili ishirini na mbili nne elfu mbili ishirini na tatu ukaruka kumi na tano nukta mbili 2024 moja nukta tano. Unaweza ukaona jinsi ambavyo wa wastani wa uchumi hata eh, nchi za kusini mwa Afrika wanavyoyumba. Twende karibu nchi za Afrika mashariki EAC ambapo sisi tumo, mwaka 2020 negative moja. Eh, hasio maana kulishuka. 2021, 5.3, 2022, 4, 2023, 5.2 mwaka jana 2024, 1 Samani mheshimiwa spika Sadik 2023 ilikuwa tatu, tatu nukta tisa sio 15. Na nchi za EAC mwaka 2023 5.2. Tanzania Tanzania kwa miaka mitano mwaka 2024 4.8. 2021 4.9. 4 n nukta, elfu mbili ishirini na moja, nne nukta tisa. Elfu mbili ishirini na mbili, nne nukta saba nukta tisa elfu mbili ishirini na tatu tano nukta moja 2024 5.5 Maana yake nini? Namba moja, hatujawahi kwenda kwenye hasi, hatujawahi. Lakini pia pamoja na changamoto zote ambazo dunia ilikumba, utaona kwamba sisi tulibaki fairly stable. Kwa hiyo ndo tunasema kati kati ya mdororo wa uchumi wa dunia, uchumi wa Tanzania umebaki kuwa imara, umebaki kuwa stahimilivu. Takwimu zinasema hivyo.